Hili ni moja ya tukio jipya ambalo linautata kweli kweli, baada ya askari wa Israeli anayejulikana kama Maoa Shwazi kuchapisha video kwenye ukurasa wake binafsi ikimuonesha akitekeleza kile kinachoonekana kuwa utekaji nyara wa familia mzima ya Wapalestina huko Jabaria, kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Kulingana na taarifa hiyo, video hiyo iliyochapishwa na askari huyo wa Israeli inamuonesha yeye na wenzake wakiwakamata familia nzima ya wapalestina wakiwemo watoto pamoja na wamama na wazee, kama unavyoona unavyoshuhudia kwenye hiyo video. Familia hiyo inasemekana kutekwa nyara kutoka eneo la Jabaria, kaskazini mwa Gaza, miezi kadhaa iliyopita. Lakini ikiwa video hii itathibitishwa rasmi, kitendo hiki cha kuwateka nyara raia hususani watoto na wazee ni ukiukwaji mkubwa wa kisheria za kivita za kimataifa na mkataba wa Geneva. Lakini kuondoa kwa lazima raia kutoka eneo linalokaliwa kama Gaza kunaweza kufafanuliwa kama uhalifu wa kivita chini ya sheria za mahakama za kimataifa pia, yani ICC. Lakini kurekodi na kuchapisha tukio kama hilo na mhusika mwenyewe hutoa ushahidi wa moja kwa moja na uongeza shinikizo kubwa la kijeshi la ulinzi la Israeli, yaani IDF kulichunguza tukio hili haraka na kuchukua hatua dhidi ya askari husika. Tukio hili linaongeza wasiwasi kuhusu matendo ya askari binafsi nchini Israeli na litaongeza mjadala mkali wa kimataifa kuhusu ulinzi wa raia wa Palestina wakati wa operesheni za kijeshi huko Gaza. Sasa nadhani masharti ya kimataifa inawezekana yasichukuliwe kwa kiwango kikubwa na kuzingatiwa kama vile ambavyo ilikuwa inatakiwa kuweza kuzingatiwa. Tunafahamu kuwa jeshi ama vita inakuwa na sheria yake na kila kitu kinaendeshwa kisheria. Huwezi kushambulia kitu, huwezi kufanya jambo bila kufuata taratibu husika. Lakini kwenye hili la utekaji wa familia, kiukweli limeenda kinyume kabisa na taratibu. Ngoja tuangalie Mahakama za kimataifa zitakuja na majibu gani juu ya tukio hili? Lakini sambamba, jeshi la Israeli litajibu nini juu ya tukio kama hili ambalo limetokea?